Habari, tumetana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linapenda kutoa ufafanuzi wa tukio la kuuawa kwa mfanyabiashara aitwaye Elia Juma Msabaha mwenye umri wa miaka 27 huko katika kijiji cha Misiwa, kata ya Ipelele wilaya ya Makete na mkoa wa Njombe. Mfanyabiashara huyu alikuwa ni mfanyabiashara wa mazao ya kilimo na makazi yake yalikuwa ya jijini Dar es Salaam. Tarehe 28 mwezi wa 8 2025, aliondoka Dar es Salaam na kuelekea wilaya ya Makete kwa ajili ya kununua mazao na alipofika huko tarehe 29 mwezi wa nane 2025 aliuawa na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Alfani Johni Mbilinyi kwa kumpiga na kitu butu kwenye paji la uso kisha kuchimba shimo na kumfukia nyuma ya gara lake la kuhifadhia mazao. Ndugu wa mfanyabiashara huyu walijaribu kufanya mawasiliano naye bila mafanikio. Walifunga safari mpaka Makete na kujaribu kumtafuta, hawakufanikiwa kumwona. Waliamua kufika katika kituo cha polisi Makete na kutoa taarifa ya kutoonekana kwa ndugu yao huyu. Jalada lilifunguliwa na uchunguzi ukaanza. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kukamata watu wawili ambao ni Alufani John Mbilinyi na Amasha Juma Mwilo dereva bodaboda. Baada ya mahojiano ya kina, Amasha Juma Mwilo dereva bodaboda alieleza kuna siku alimbeba kwa pikipiki Alufani John Mbilinyi kumpeleka hadi myule mkoani Mbeya ambako walikwenda kutupa simu ya Elia Juma Msabaha ambaye ni marehemu, ili asikamatwe nao na kupoteza ushahidi. Baada ya jeshi la polisi kupata ushahidi huo wa awali, askari walimkamata Alfani John Mbilinyi. Na baada ya mahojiano, alieleza ni kweli Eliya Juma Msabaha alifika kwake kwa nia ya kununua mazao, aliona akiwa na kiasi cha fedha shilingi milioni nne laki sita na hamsini, akaingiwa na tamaa, na kwa vile alikuwa anadaiwa benki akaamua kumpiga na kitu butu usoni na kufariki dunia. Baada ya hatua hiyo, akachimba shimo nyuma la gara lake na kumfukia. Baada ya maelezo hayo, alikwenda kuwaonesha askari eneo alipofukia mwili wa Elia Juma Msabaa. Pia aliwaeleza askari kuwa simu ya marehemu alikwenda kuitupa Uyole na anaweza kwenda kuionesha alipoitupa askari. Wakiwa na mtuhumiwa wilaya, wakiwa wanaelekea Uyole wakiwa na gari walipata pancha. Wakati wanabadilisha tairi, ndipo mtuhumiwa huyo alikulupuka na kuanza kukimbia. Askari walipiga risasi hewani kumtahadharisha lakini alikaidi, askari walimlenga miguuni, ndipo risase ikampata karibu na kiuno na kudondoka chini. Walimchukua na kumkimbiza hospitalini na ikabainika kuwa amefariki dunia kutokana na kuvuja kwa damu nyingi. Polisi mkoa wa Njombe linatoa onyo kwa baadhi ya wananchi wanaoongozwa na tamaa kujipatia fedha au mali kinyume na sheria za nchi kuwacha, kwa sababu madhara yake ni makubwa kwao na kwa wengine.